Ulizungumzia kuhusu malipo ya pensheni kwa ajili ya maveteran ya vita vya Kagera kuwa pensheni yao itaanza kulipwa kwanzia Julai elfu mbili na ishirini na sita. Tunaomba ufafanuzi kwa hilo. Ni kweli, nilieleza kwamba serikali imeridhia kwamba maveterani waliopigana vita vya Kagera watalipwa pensheni. Nilitamka kwamba ni kuanzia Julai ishirini ishirini na sita hapo ulikuwa ni ulimi uliteleza. Wataanza kulipwa kuanzia mwaka Julai mwaka ishirini ishirini na tano. Nilichokuwa nikimaanisha ni kwamba kuanzia mwaka wa fedha ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita, na mwaka wa fedha unaanza Julai ishirini ishirini na tano. Lakini pia muda pale ulikuwa ni mfupi, kwa hiyo nilijaribu kueleza ili kueleweka kwamba maveterani tunaowaongelea ni maveterani ambao walipigana vita ya Kagera lakini walikuwa hawalipwi, kwa sababu wapo maveterani waliopigana vita vya Kagera ambao wanalipwa pensheni. Kama mnavyokumbuka, swala hili limeulizwa mara nyingi sana sana bungeni. Hata kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama limetusukuma sana kuhusu jambo hili kwamba haa hata kama hawakuajiriwa basi mchango wao utambulike. kwa hiyo maveteran ambao sasa tunawaongelea ni wale ambao baada ya vita vya Kagera hawakuwa wameajiriwa mahali popote. Hawakuchukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama kuandikishwa, aidha kwa kukosa sifa au kwa kutopenda wao wenyewe kuandikishwa. Kwa hiyo hili ndio kundi lilokuwa limebaki, kwamba hawa ndio walikuwa wanaombewa, kwamba hawakuandikishwa, hawalipwi pensheni, lakini walikuwa na mchango mkubwa sana kwa taifa hili. Kwa hiyo tutambue mchango wao kwamba walijitolea maisha yao kwa ajili ya taifa hili na wenyewe waweze angalau katika umri huu ambao umekwenda na wenyewe waweze ku, ku, ku, kulipwa chochote. Kwa hiyo, kama nilivyojibu, nilieleza wakati ule kwamba maveterani ma, ma wote, watu wote waliopigana vita vya Kagera walipewa asante ya shilingi elfu tano na wakati huo ilikuwa ni hela nyingi lakini wengine ndo hivyo hawakuwa wameandikishwa jeshi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama hususan jeshini hawakuajiliwa. Kwa hiyo nilieleza kwamba swala hili tumelichukua tunalifanyia kazi, tulilichakata na tukapeleka mapendekezo. Kwa hiyo nirudie tena, kama nilivyosema jana, kumshukuru sana sana sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu Dr Samia Suluhassan. Jambo hili limeshindikana kwa miaka 45. Lakini chini ya uongozi wako na kwa kutambua mchango mkubwa wa maveterani hawa, ameridhia kwamba na wao sasa waweze kulipwa hiyo pensheni ambayo itakuwa ni kima cha chini cha pensheni inayolipwa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, na viwango vitaendelea kubadilika kadri viwango vitabadilika, na wao watabadilishwa. Kwa hiyo ni ufafanuzi huu ambao uliutaka nimeutoa na tunawapenda sana maveterani wetu, tunatambua mchango wao na tutaendelea kuwasaidia kadri inavyowezekana. Tulikuwa na mambo mawili, moja lilikuwa ni la kuwapatia matibabu na lenyewe mchakato wake unaendelea, na la pili ilikuwa ni kuwapatia hii pensheni. Kwa hiyo hili limekamilika na lile lingine nina imani litakamilika.